Kwa jina naitwa Francis Alfred ni mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Korosho. Uh, nataka kutoa ufafanuzi kidogo kuhusiana na taarifa iliyotolewa kwenye gazeti la Jamhuri la leo la tarehe 15 Aprili, 2025, yenye kichwa cha habari wakulima wa korosho wapigwa. E, katika taarifa hiyo gazeti la Jamhuri limeeleza kwamba wakulima wa korosho wamekuwa viuatilifu ambao vimepisha muda wake ambao vimeexpire. Tunaona kwamba hivyo viuatilifu ambavyo wakulima wa Katavi wanavyo vilisambazwa kwa ajili ya matumizi ya msimu uliopita. Na wale wakulima wa Katavi walipaswa kuvitumia kwa ajili ya kudhibiti wadudu na magonjwa katika msimu uliopita. Baadhi ya wakulima bahati mbaya kuweza kutumia vile viuatilifu kwa wakati wakabaki navyo. Na hivyo viuatilifu vinaisha muda wake, vingine vinaisha vinaisha Februari, vingine vinaisha Mei. Kwa hivyo, hivyo viuatilifu Tulishavibaini tayari, kwa sababu tunaposambaza viuatilifu kwenda kwa wakulima tunajua, tunakuwa tunajua kwamba vitakwisha muda wake lini. Kwa hiyo tunachukua tayari jitihada za kwanza kuvikusanya vile viuatilifu ili visitumike na wakulima. Kwa sababu kuelekea msimu wa 25 26 sasa hivi ndio tunaanza kusambaza viuatilifu. Tayari tumeshaendeleza mgawo, tunaanza kusambaza viuatilifu. Kwa hiyo tumeshavikusanya vile viuatilifu vyote vya mwaka jana na tunawapelekea wale wakulima viuatilifu vingine. Kwa niseme tu vile vile vilikuwa ni viuatilifu vilivyobaki kwa ajili ya matumizi ya msimu uliyopita na havijatumika katika kupulizia korosho, vimebaki kwenye magala kwa sababu tayari vimesha expire, na tutachofanya ni kuvikusanya viuatilifu hivyo kurudisha kwenye store, na sisi tunaanza kusambaza pembejeo, tutawapelekea viuatilifu vingine. Kwa hiyo hakuna mali ambapo wakulima wamepigwa, hapana. Ndipo mwanzo wa mwaka jana hawakuzitumia, na mwaka huu kama ukiangalia kufuatilia taarifa, hata wakulima wameeleza kwamba wao huwa wanaanza kupulizia mikorosho yao za yao baada ya mvua kuisha. Ina maana hivi tunavyoongea sasa hivi wakulima wa Katavi hawajaanza kupulizia mikorosho, kwa hiyo viuatilifu havijatumika mahali popote, ni kwa sababu kweli imesha muda wake, na sisi tayari tumeshaanza utaratibu wa kuvikusanya kwa ajili ya kuviondoa. Ni wakati tunaposambaza tunapokea viuatilifu vingine. Uh, jambo lingine ambalo limeongelewa ni swala la kwenye ile taarifa ni swala la upangaji wa vifungashio. Hilo kawaida wakulima wakati maeneo yote ambayo wanazalisha korosho haijalishi wakulima wanazalisha korosho kidogo kiasi gani, sisi Bodi ya Korosho tumekuwa tukichukua jukumu la kuwatafutia masoko hao wakulima. Mfano Songwe, wilaya ya Songwe, uzalishaji wao hauzidi hata tani elfu moja hauzidi hata kilo mia tano hazizidi kuanzia kilo mia mbili mia tatu mia nne sana sana zidi kilo labda elfu moja tu, lakini tumekuwa tukichukua jitihada za kuchukua zile korosho na kuwatafutia masoko. Kwa sisi kama bodi tumekuwa tukiwaambia wakulima wa korosho kwamba haijalishi mkulima anazalisha kiasi gani, tutahakisha kwamba wanapata masoko kwa pamoja, na kwamba Katavi bado za shijoni mdogo, si bodi ya korosho na jukumu la kuwatafutia masoko. Wameeleza kwamba pale korosho zao wanapeleka Manyoni ni kweli, kwa mali una mzigo mdogo, wanunuzi wana ushindani unakuwa ni mdogo, kwa tunachukua zile korosho za watu wa Katavi tunazipeleka Manyoni kusana na korosho zingine za watu wa Katavi ili kuwa na mzigo mkubwa ambapo utaongeza ushindani na kupandisha bei za wakulima. Na hiyo kupeleka Manyoni ni moja ya jitihada ambazo zinafanywa na bodi ya korosho ili kuhakikisha kwamba korosho zote ambazo zinazalishwa katika mikoa mipya zinapata masoko. Wameongelea swala la upatikanaji wa mafisa ugani kwamba hawatoshi, nakubaliana nao kweli hawatoshi, lakini sasa tumefungua tawi pale, tunao, tuna maafisa ugani, yupo afisa ugani mmoja na meneja wa tawi pale wanashirikiana na maafisa ugani wa halmashauri katika kuwapa elimu wale wakulima, lakini leo tumelipokea hiyo changamoto ya ukosefu wa maafisa ugani wa kutosha, kwamba wapate elimu ya kutosha tusiongeze jitihada zaidi, ili wale maafisa kilimo wa halmashauri basi kwa kushirikiana na watu wetu waweze kuwapa elimu ya kutosha, ili wakulima ambao wa Katavi waweze pia kupata elimu sahihi ya kanuni bora za kuhudumia zao la korosho, kanuni bora za kilimo kwa ajili ya kudumia zao la korosho. Ufafanuzi ambao nataka kutoa na kueleza wananchi wa Katavi kwamba Bodi ya Korosho chini ya Wizara ya Kilimo tumeanza kilimo cha korosho na kuhakikisha kwamba wakulima wa Katavi wanapata huduma zote za msingi ambazo wakulima wa kusini na maeneo mengine yote wanapata, haijalishi ni wachache kiasi gani, lakini huduma zote ambazo tukiwa kuzipata mkulima wa korosho, wananchi wa Katavi pia watapata hizo hizo korosho. Kwa hiyo taarifa hizo ambazo zimetokea kwamba wakulima wamepelekewa pembejeo ambazo ni feki hiyo taarifa sio ya kweli na ina uhalisia, kwa sababu zile pembejeo ziko kwenye maghala na hazijatumika, na tumeshaanza kuzikusanya kwa mahitaji pembejeo mapema. Tunaanza kusambaza pembejeo wiki hii kwa pia Katavi, tuwapelekea pembejeo zao mapema ili waweze kukulizia oka